Yowati, no, yowati, na, mwa, ah, kwa kweli changamoto naztaz madereva nje ya nchi ni changamoto nyingi sana, ni neema ya Mungu tu, na tunaomba yani si ingekuwako, kuna uwezekano serikali. Niwapongeza sana madereva, unaona hii shehena ambayo inashuka sasa hivi bandari ya Dar es Salaam hapa inategemea huu dereva aitoe hii shehena, nyingine ingie lakini huyu dereva cha mazia anayokutana nayo Kongo ni makubwa sana, au anaokutana nayo hizi nchi jirani ni makubwa sana. Tukianza na dereva mwenzetu alisafiri kutoka Tanzania kwenda Sudani, kafika kule kapata ajali, ajali kama ajali zingine, lakini kahukumiwa kule, kafungwa na wataka pesa nyingi, ambazo sisi kama kama dereva hatuna uwezo wa kuzipata hizo pesa. Sawa, lakini leo mwajili huyo yupo na ana gari, anasema hana uwezo fa nini? Hana uwezo wa kumtoa dereva wake. Ina hii inakuja kichwani kama mimi daima nimepata ajali, lakini acha tu afungwe, siwezi kumtoa. Ndio maana ndio tafasili yake. Hii ni kitu hakikubaliki. Lakini tunakuja tena swala jingine, upande wa Kongo, madereva wanapoteza maisha nchi yao, nchi nchi ya DRC wengi sana. Kuna watu tunao watu wanapata taifa dozipata na kuna wao ambao hatupati kabisa, ni wengi lakini pia madereva wengi wanaonewa nchini ya rasi wanatekwa wananyang'anywa kopa kopa hila kinyang'anywa anayekamatwa na kufungwa ndereva na kati hiyo kopa ina escort escort ni mahali ya kampuni wenye hiyo kopa lakini mwisho wa siku mwenye kuachua jukumu hilo ni nani? Ni dereva ndo anabeba huo msalaba kwayo, hapo. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa hapo. Nataka kuzungumza mwezi ule ushe tupokea miili ya wenzetu wa Tanzania, wenzetu sio kupungua saba wanafariki kwenye kwenye kwenye mambo tukio mbalimbali wengine kwenye ajali wengine wanafariki kwenye matukio kwenye gari, amekaa kwenye gari anafariki, kulingana mazingira tunayopeleka ile mizigo kwenda kushusha sio mazuri. Tunabeba hapa chemical za kuchanganyia madini kule kwenye kwenye migodi ya Kongo, kwa unapofika pale hatuna pa kwenda kupumzika sio kwa kupumzika. So, hapa hapo ujira tunaopewa ni kidogo kiduchu sana, ambao haitoshi hata kwenda kulala hoteli, lakini unakalishwa kule kwa mazingira yale. Unakaa kuanzia siku kumi, mpaka siku hamsini mpaka siku sitini bado huko kwa unachu nasubiri mzigo, pengine mzigo hakuna, unahamishwa sehemu nyingine kwenda, lakini uliza malipo ya cash ngapi, bado ni madogo ambayo hayakidhi hata mahitaji. Matokeo yake dereva kumbe kaondoka hapa, anaumwa, kafika kula, kazidiwa, hana msaada, matokeo anapoteza maisha, mwa mauti, mwanamke mkuta, tunaanza heka heka tena ya kumsafirisha dereva, kumrudisha nyumbani. Baadhi ya wamiliki ni changamoto. Kwa mfano leo ninapozungumza na yeye hapa, tuna taarifa ya mwenzetu kampuni fulani hapa tuna sti, tuna staili kwa kuhitaji jina dereva kafariki kwa ajali tangu juzi mpaka leo tunapozungumza, nani hawataki kumsafirisha dereva wao wana. Nimejaribu kuongea na mmiliki ananiambia hana uwezo, gari yake imeisha, yeye ya hana uwezo kusafirisha, anataka mwili uzikwe kule kule, na kati maisha ya Kongo, Kongo de ukifariki wao wenyewe kule lazima unue kaburi, unanua kaburi Ndo unazikwa sasa. Huyu dereva nikipiga mahesabu, alikwenda kuwatisha taifa hili? Au huyu dereva alikwenda kwenye maswala ya kimchezo? Hata kimchezo ukicheza vizuri unapeperusha bendera taifa, si ndio? Au alienda piki ni kibira taifa zote? Lakini dereva huyu kapelekwa na mwajiri Nchiri DRC, kaenda DRC kapata ajali kama zote, kama kawaida. Na nasema zingine, mwajiri anasema hana uwezo wa kusafirisha mwili, kama lolote la kufanya lifanyike, yeye anatamani yule mtu amzike kule kule, gari yake imeisha. Nikamwambia gari yako ina bima, kama gari yako imeisha ina bima kuna third party, kuna comprehensive inaweza kulipa gari yako. Ananijibu kwamba yeye hajakata comprehensive. Sasa ndio jukumu letu si kama viongozi sisi. Tunachohitaji, huyu dereva ni mali ya madereva ni mali ya tasisi tunahitaji asafirishwe, arudishwe nyumbani, ndugu zake wamstiri, kama wanavyostiriwa watu wengine, kwa heshima zake za mwisho. Za alikwenda kupambana, amekwenda kuwakilisha moja nchi, kaenda kuwakilisha kampuni, kaenda kuingiza pato la nchi, pamoja na pato la mtu moja moja. Maana kwa ajili kwa sisi kama viongozi na, na kama chama tunahitaji huyu ndugu yetu na wengine wote waweze kurejeshwa nyumbani kwao, wastiriwe kama wanavyostiliwa viongozi wengine wanapokwenda kupigana kwenye mataifa hayo, mshaasipata maisha wnagishwa nyumbani kwa heshima. Hatuko tayari kuona mtanzania uona kwa nje ya nchi asona utaratibuwote duu wamekubaliana hilo, lakini sisi tunapokwenda kutengeneza huu mfumo, dereva ni mali ya taasisi. Unavyoondoka hapo a mikono ya tasisi, lazima urudi kwenye mikono ya tasisi hiyo. Yetu kama chama tunahitaji dereva wa aina yoyote anapata mazila yoyote kwenye nje ya nje ya nchi yake arudishwe nyumbani. Sisi kama taasisi tutampokea na kwenda kumstili mahali ambapo ameandaliwa kustili. Yetu ni haa.